Gavana wa kaunti ya Kwale Fatuma Achani ameongoza shughuli ya ugavi wa vifaa kwa wakaazi na wanafunzi 42 waliohitimu kwenye mafunzo tofauti tofauti kutoka vyuo mbalimbali vya kiufundi ndani ya kaunti hiyo. Vifaa hivyo vikiwemo, eh, vifaa kama vya mapishi, ususi, mashine za kunyoa nywele, tarakilishi, vifaa vya kutengeneza magari pamoja na vifaa vya umeme vimetokana na juhudi za serikali ya kaunti ya Kwale kupitia mradi wa Kemsfed unaofadhiliwa na Benki ya Dunia. Kufikia sasa serikali kaunti hiyo imejenga na kuweka vifaa vya kisasa katika vituo ama vyuo 43 vya kiufundi pamoja na kuajiri zaidi ya walimu 130 wa vyuo hivyo. Kwa vijana 42 hivyo vifaa, tumeweza kupunguzia mzazi lile jukumu la kuvitafuta. Watoto wamehitimu ama vijana wamehitimu, sasa tunawapeleka wafanye kazi na tunawapatia equipment waende kufanyia kazi. Kijana katika mradi huu, mpango mzima ni kwamba anafunzwa, akitoka hapo anaenda nyumbani na vifaa, anajiandika kazi huyo. Atashika panga kweli, atashika panga kweli. Kwa hivyo mstahiki, asante, hii ndiyo suluhisho. Mradi huu umenifaidisha sana kwa sababu nilisikia kwa media, nikaenda kwa ofisi ya ward administrator, nikachukua fomu nikajaza kwa bahati nzuri nikapata huu ufadhili mpaka saa hii niendelea na, ma, na masomo yangu, ambao walikuwa wazazi wangu hawana uwezo wa kunilipia, lakini nashukuru mama amenilipia pia. Mwaka mzima kazi yangu ni kusoma tu.